Sasa watu kama hawa muda mwingine wanatia hasira. Ni mtu tu amesomeshwa na kodi ya Watanzania, ni mtu analipwa mshahara, ameajiriwa vizuri kwenye ofisi za umma, lakini ana abuse matumizi ya ofisi ya umma, anafanya mambo yake yasiyofaa. Na mimi nimekutana nayo mengi huko, unakuta mtu hapa amepewa barabara barabara, mradi mkubwa wa lami lami, ile ina specification yake. Sasa mtanzania anachotaka kuona ni lami anaona lami tu ni nyeusi, ni lami lakini, lami hiyo ina metric measures na kila kitu kimewekwa pale. Ana compromise lea, ilitakiwa iwe lea inchi kumi, ameweka inchi tatu. Baada ya mwezi mmoja, lami inabanduka. Wananchi walijua tumepata lami, wanarudi kwenye crisis kubwa. Hawa watu wapo, anyway tutajadiliana na nibeti namna gani ya kuwawajibisha lakini sometimes inafika wakati atakiwa tupeleke huku uh, uh, message kwa umma, lakini sio that much. Tutatafuta namna nzuri ya kuicontain, lakini mimi niwaombe watumishi wote watu wa umma kufuata maadili ya utumishi wa umma kufuata maadili ya utumishi wa umma. Leo hii wenyewe watu wamekuwa vele ambitious na maisha, anaajiriwa leo hii anataka awe na kila kitu ambacho ndugu yangu hapa mwenyekiti wangu na rais wangu amefanya kazi miaka ishirini ana yeye yeah, yeah, siku mbili kijana mnamkabidhi kazi, anataka awe tajiri milioneri, alafu anawaona wote aliowakuta kazini hamna kitu hawa. So wajaje sasa? Tukiruhusu namna hiyo, tutaenda mahali tutalimaliza taifa letu. Taifa letu lina scarcity na resources nyingi zinapatikana, na tunajaribu kuzitumia resources tulizonazo zi, kuweza kufanya miradi ya maendeleo. Meona mheshimiwa Rais amesema katika kipindi hiki angetegemea sana miradi yetu mingi tuendeshe kwa fedha zetu sisi wenyewe kwa sababu hata kwenye dira yetu hii matokeo tunayotafuta ni taifa lenye haki, taifa lenye kujitegemea, self-reliant, tunajitegemea. Manaake kwenye dira hii tutakapomaliza miaka hii ishirini na tano ijayo tunahitaji tuwe na taifa ambayo ni self-reliant, ni taifa ambalo inajitegemea. Sasa mtajitegemeaje zile resources mnazozipata mtu mmoja mmoja tu kabisa anaamua kuwakwamisha. Mtu mmoja mnampelekea mradi wa bilioni nne, akili yake muda wote anachekecha bilioni moja itabakije kwangu? Huyo mtu mmoja tu ana compromise na anaharibu vitu vingi, miradi ya maji mmeona eh? Mheshimiwa Yesu anasema eh, tuonyeshe bwana, lilikuwa hapa hapa, limehama hapa hapa ndio limehama usiku, tumekuja kuna huu mji una miujiza. Wapo hao watu kwenye utumishi wao. Sasa hawa watu tunaenda tutatafuta staili ya kwenda nao, lakini hatuwezi kuwapa nafasi kwenye utumishi wa umma. Wanatuharibia taswira njema, wanatuharibia malengo yetu, wanatutaka taifa letu tusifike pale tunapotaka. Na mheshimiwa Rais amejipambanua kwamba anataka atakapomaliza miaka yake hii mitano ifikapo elfu mbili na thelathini aache tabasamu kwa Watanzania, awaachie nchi yenye tabasamu na furaha na hiyo tabasamu haiendi tu kwa yani ni yote na sisi tutaachiwa tabasamu, kwa maana ya wafanyakazi, na sisi tutaienjoi hiyo tabasamu. Sasa hii ni ya mheshimiwa rais anayotaka kutuachia, tunamwachaje mtu mmoja atukatishe? Tunaachaje mtu mmoja avunje hiyo ndoto? Ndio yale jana mheshimiwa waziri mkuu ameyasema, na ni watadhalishe sana, watumishi wa umma kujiepusha na vitendo hivyo, na jana imeagizwa wale ambao wamekuwa akifanya ubadhilifu kwenye miladi wachukulie watu na wakishachukuliwa hatua, inakuja tena kuwa badeli kwenye vyama vya wafanyakazi. Vyama vya wafanyakazi, jukumu lingine pia ni kuwatetea, ni wanachama wetu, na ndio jukumu mnalofanya hapa hapa, ni jukumu lenu la msingi, na mimi nakubaliana mlichowatetea wasiwe wana wanafukiwa fukiwa na nini nini. Hii ndio jukumu limepigwa hapa, ni lenu exactly. Na baadaye hapa wakifikishwa mahakamani, tena mtahangaika na mawakili, si mtu wenu. Sasa badala ya mapato haya tukaangaike kujenga majengo mainvestment makubwa, hasa tunapoenda kutekeleza dira hii ya 2050 tunaanza kwenda kulipa, kufanya litigation issues, tunaanza kulipia makesi makamani, kwa sababu mwisho wa siku TAKUKURU itaenda huko itawakuta waliofanya ubadhilifu. Baadaye wakija, jamani, mimi huwa mnanikata 2% yangu ni wakati wangu mimi, 2% irudi, niwekeni wakili tukapambane na serikali. Kwa hii tunayoifanya, ina benefit kwa pande zote, ina faida kwa vyama vyetu vya, vya wafanyakazi. Tutakuwa tuta na utilization of resources in direct light direction, e, kuliko kwenda kwenye kulizovu matatizo ambayo yamesababishwa na negligence ya mtu na mtu mwenye tamaa na mtu mwenye ma, ma, kutaka mafanikio ya haraka. Kwa hili tutali address na tutakaa kwenye meza ya mazungumzo which is a right approach, ambayo na nyie mna wajibu wa kutusaidia watu wasiturudishe nyuma. Kwa hiyo lazima tuishi kwa utaratibu. Mheshimiwa Waziri, umesikia katika kikao chetu cha leo ambacho kitaenda mpaka kesho, tutajadili mpaka bajeti na na tunaingia bajeti, na wakati tulikuwa katikati ya bajeti tukasimama. Ni takwa la kisheria kutengeneza bajeti na kukaguliwa mahesabu, na sisi tunakaguliwa kila mwaka, na kikao hiki ndio kinachopitisha mkaguzi wa hesabu zile za mwaka uliopita, na baada ya kukamilisha hizo taratibu kabla mwezi wa tatu haujatimia Sheria na tulazimu tupeleke hesabu zilizokaguliwa kwa msajili wa vyama vya wafanyakazi TALGWU, ambalo tumekuwa tukilitimiza tangu tumeingia madarakani na hata kabla hatujaingia. TALGWU, hakuna mahala tumeskip kufanya hilo jambo.